Turudi kule sare, sare maua, tuna maneno mengi ambayo tunayatumia katika kazi zetu za kila siku kwenye kiuli za utalii na uhifadhi, lugha ya Kiswahili baadhi wanasema ni ngumu sana, tunaweza tukapata ufafanuzi ya ugel hifadhili nazungumza katika muktadha wa TANAPA. Unaweza kuwa na hifadhi katika mbuga, na unaweza kuwa na mbuga katika hifadhi. Mbuga ni eneo, ni uwanda huu, ni eneo maalum lililotengwa kwa mujibu wa sheria. Jangili na ujmaa ni ukatili. Hakuna ujangili unaofanyika kwenye nyumba ya binadamu. Kwa hiyo jambazi ni mtu anaye fanya uhalifu wa kibinadamu. Inapokuja kwenye kutamka majina ya taasisi kama kama TANAPA ile, yeah, mnaita nini siku hizi eh? Japo tulikatazwa ile eh, kimwekwe, mnaita flash eh, nadhani simba umbe, simba anaweza kuwa mpole sana, lakini nyati nasikia kivurugu, amevurugwa kweli kweli. Ninyi ni wasimamizi nyinyi ni watoa huduma, nyinyi ni wafanya biashara. TANAPA Podcast, hifadhi zetu, sauti yetu.